Yes, kupitia kwenye jarida la African Facts eh, Zone, ambalo limetoa orodha ya wachezaji ambao wanalipwa mkwanja mrefu zaidi kwa mwaka eh, kwa wachezaji ambao wanacheza eh, soka la ndani ya Afrika nikimaanisha Afrika hii kuna kuna nchi mbalimbali lakini pia kuna, kuna wachezaji ambao tofauti tofauti wanatokea katika nchi ambazo ziko Afrika, lakini pia eh, tuko nao katika eh, swala zima la soka na vitu vingine ambavyo vinahusiana na swala zima la mpira. Katika orodha hiyo mchezaji ambaye anaongoza kabisa kwa namba moja eh, ni raia wa Misri ambaye anaichezea klabu ya Al Ahly, anafahamika kwa jina la Maaloul ambaye kila mmoja anamjua, bwana, huu, ni hatari sana ujamaa, ambaye ni beki wa kushoto ambaye analipwa dola milioni moja eh, na laki tano ambayo ni zaidi ya shilingi bilioni tatu kwa mwaka kwa pesa ya Kitanzania, na vichenche chenche vyake fulani hivi vinakuwa vinabaki. Azizi Stefan Ki baba Hamisa Mobeto bwana, yeye kutokea klabu ya Dar es Salaam Young Africans yupo nafasi ya nne, eh, akilipwa dola laki mbili na elfu arobaini ambayo ni zaidi ya milioni mia sita na arobaini kwa mwaka eh, akiwa Yanga. E, bana hii ni noma sana. So mshahara huu kwa mwaka maana yake ni kwa mwezi analipwa dola elfu ishirini ambayo ni sawa na milioni hamsini na tatu za kitanzania kwa pamoja ndipo ambazo pesa ambazo analipwa Aziz Ki kwa kwa mwezi ni, ni, ni milioni hamsini na tatu eh. Lakini pia kwa maana hiyo Aziz Ki ndio mchezaji ambaye anaongoza kulipa mkwanja mrefu zaidi Afrika Mashariki na Kati, yani Afrika Mashariki na Kati hakuna eh, mchezaji au mwana mwana soka ambaye analipwa zaidi ya Stephane Aziz Ki. Lakini pia kuna listi hapo bana ya Mkwala wa Simba ambaye anashika nafasi ya sita akilipwa eh, dola eh, mia, eh, dola 1000 na E, ambayo ni zaidi ya milioni mia mbili e, na themanini na nane za Kitanzania kwa, kwa kwa kwa, kwa, kwa, mwaka hiyo na maanisha so na kwa mwezi analipwa e, dola elfu tisa zaidi ya shilingi milioni ishirini na nne kwa mwezi pale katika nchi ya, pale katika e, klabu ya klabu ya Simba. So orodha kama nilivyokutajia hapo, ambapo inaongozwa ina, ina, ina na mchezaji kutokea kule Al Ahly ambaye analipwa zaidi ya milioni moja na laki tano bana, ni noma sana. Lakini pia Stefano ameshika nambasi ya nne ambayo e, pesa nyingi sana kwa wachezaji ambao wanacheza ligi ya bongo e, kwa kumshikilia huyu jamani, noma, hawawezi kumkamata. Lakini pia sio bongo tu, Afrika Mashariki hakuna e, mchezaji ambaye analipwa pesa nyingi zaidi kama Stefan Azizi Ki. Baba Hamisa Mobeto, ndio maana alitoa mali ng'ombe nyingi sana, kwa sababu pesa ipo na hakuna ambaye anakuwa anamsukua. Sisi ni Sawa Sawa Digital, endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama YouTube, Instagram na sehemu zingine zote.